Lengo la uanzishaji wa vyama vya siasa Tanzania ilikuwa ni kuleta tija na afya na ustawi wa wananchi, ushindanishi wa sera. Lakini tulisema mimi na ndugu zangu tunaondoka kwa sababu hatuwezi kuishi kwenye chama ambacho kimehama katika misingi ya kushindanisha sera, kimefikia wakati sasa kinapambana na jeshi la polisi kinapambana na mahakama, kinapambana na kila mtu. Sikia, ukigusa dola, ukigusa dola, tunazima zote, tunawasha nini? Maslahi ya taifa ni makubwa kuliko chama ambacho kinataka kuingiza nchi kwenye machafuko. Ao, mimi ninaombeni, sikuy niko tayari kutumika. 2014 niliwahi kutembea kwa mguu kutoka Geita Mwanza mpaka Dar es Salaam, kupeleka ujumbe. Leo nikasema ule ujumbe nilikuwa naupeleka ninauona katika taswira ya Mama Samia Suluhu Hassan katika faraja zake za msingi alizozisimika katika mioyo ya Watanzania na nimesema mmekuja muda mwafaka, kwa maana tunaelekea katika uchaguzi. Jeshi la watu mia moja sabini, ni chachu na nguvu kubwa kwa chama cha mapinduzi CCM oyee! Baada ya zoezi hilo, naomba sasa nitumie nafasi hii pia kuwashukuru wana Mwanza. tulipita hapa mwezi wa nane, na wa nane mwaka jana na katibu mkuu wa CCM Dkt. Emmanuel Nchimbi na wajumbe wa secretariat. Tukawaomba kwamba ikifika Oktoba Mwanza yote iwe ya kijani. Nasimama hapa kwa heshima kubwa kuwashukuru wana Mwanza kwa kukipa ushindi wa kishindo chama cha mapinduzi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba ushindi wa chama cha mapinduzi haukuja hivi hivi, ni imani ya wananchi kwa chama cha mapinduzi. Mengi yameelezwa, wabunge wetu wamesema. Kwa ufupi, mkuu wa mkoa angesimamishwa hapa angesema, meya angesema madiwani wangesema, kuna mambo mengi yamefanyika katika mkoa wa Mwanza, mengi, na hayo ndio aliyowashawishi wa wananchi kukichagua chama cha mapinduzi.